Okay, kaunti namba 39. Huku mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi zikisalia kuwa changamoto katika kaunti ya Bungoma, imebainika kuwa ongezeko la visa hivyo huchangiwa pakubwa na dhuluma za kijinsia katika jamii. Haya yalibainika katika kongamano la siku mbili katika shule ya sekondari ya Kibisi, eneo bunge la Tongaren. Zaidi ya watoto thelathini wa, wasichana wamejiunga na vyuo vikuu uh kwa sababu ya huu mradi, tumesaidia pia kufunza mambo ya skills, kujifunza mambo ya vocational. Kuna bidhaa wanatengeneza, wanajifunza mambo tofauti tofauti, tumewapitishia mentorship. Na tufocus tu kwa msichana, tuna focus pia kwa vijana kwa ujumla. Kesi za gender-based violence especially domestic violence zigali juu zaidi, na tuna plead na community tuweze kuhusika wote katika kupigana na hizi dhuluma za kijinsia kwa sababu madhara yake ni makubwa. This one is going to give an assistance to the national government of to think a way forward on how we are going to handle these issues of teenage pregnancies and then, uh, restoring the dignities of our young girls and boys. Itachetu kwamba tukiwa kama county kuna nafasi ya elimu na kuna vocation training centers of your anuwai ambapo <coughs> A, tunataka tuone jinsi ambavyo tutawaleta hawa vijana wakiwa katika vyuo hivyo na ikiwa watakuwa na watoto wao nao watasaidiwa kwa njia gani? Naam, tuelekee katika taasisi ya KICD ambapo wizara ya elimu inazungumza na wachapishaji wa vitabu vya gredi ya kumi.